Asasi za kiraia, viongozi wa dini na vyombo mbalimbali mbali vya usimamizi wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu wamekutana kujadili namna na ya kufanikisha uchaguzi huo. Ifuatayo ni taarifa kamili. Jijini Dar es Salaam Baraza la Amani la Viongozi wa Dini IRCPT pamoja na Foundation for Civil Society wamekutanisha wadau hao ambao kwa nyakati tofauti wamevitaka vyama vya siasa kuhakikisha vinakuwa makini kuwahamasisha wafuasi wao kuzingatia amani na kutekeleza zoezi hilo kwa utulivu kwa kuzingatia sheria na kanuni kama inavyoelekezwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Vijana wakwepe kutumiwa na wanasiasa kwa manufaa yao binafsi ili wafanye fujo na kuvuruga amani. Vijana wapewe elimu stahiki ya uraia ili waweze kuwa mstari wa mbele kutetea ustawi wa, ama, wa amani wa taifa letu. Viongozi wa, wa serikali watimize wajibu wao kwa kuzingatia maadili ya utumishi wa umma vyombo vya habari viwajibike kujenga amani kwa kutoa taarifa sahihi na zenye kujenga amani. Neti ifanye kile kinachowezekana, kama mtu ameandikishwa na, na kadi yake ambayo ni sahihi, tarehe 25, asinyimwe kupiga kura, kwa sababu kufanya hivyo ni kwenda ku create tension kubwa na violence katika uchagusiku ya kupiga kura, hilo jambo ambalo tunalisitiza sana. Jeshi la polisi halikujitayarisha labda kutumia nguvu kupindukia Jeshi la polisi tumejitayarisha, kama nilivyosema, kufanya mambo mengi ambayo yataweza kufanya huu uchaguzi uende vizuri na salama. Wakati huo huo, kamati ya mashehe na maimamu mkoa wa Dar es Salaam imewataka wananchi kujitokeza kwa wingi katika zoezi la upigaji kura pamoja na kuvitaka vyombo vinavyosimamia uchaguzi ikiwemo tume ya taifa ya uchaguzi NEC na ZEC ya Zanzibar kuhakikisha kuwa uchaguzi huo unakuwa huru na wa haki ili kuepusha mgogoro au vurugu zinazoweza kutokea baada ya uchaguzi. Amesema pamoja na uchaguzi huo, amani iliyopo nchini ni muhimu kuliko uchaguzi. Hivyo kamati ya mashehe imewataka wananchi kuzingatia sheria za tume ya uchaguzi pamoja na usimamizi wa uchaguzi huo. Sisi kamati ya maimamu na mashehe ndio tunalitaka, lakini ile amani yenyewe nayo iambatane na haki. Nao mashehe wenzangu pia nawaambia, wasikimbilie tu amani, watangaze na haki itendeke. Haki kama hakuna, na amani nayo pia hakuna na amani haileti na serikali haileti na chama wala mtu yoyote amani. Kwa mujibu wa Qur'ani anaileta Mungu wenyewe. Nayo taasisi ya sekta binafsi nchini TPSF imewakumbusha Watanzania kuhakikisha kuwa wanadumisha amani iliyopo nchini wakati wa kupiga kura na baada ya matokeo ya uchaguzi mkuu, kuendeleza ustawi wa jamii na uwekezaji nchini. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa TPSF Godfrey Simbeye amesema utulivu na amani uliopo hapa nchini umechangia kuongezeka kwa wawekezaji na kukua kwa uchumi na pato la taifa kwa wastani wa asilimia saba. Ili tuweze kufikia hayo ni lazima nchi ibaki salama, lazima nchi ibaki na amani. Ninaomba tusichezee amani kabisa, kwa sababu hatutafanya biashara hatutafanya biashara kabisa. Hawa wawekezaji mnaona wanakimbilia Tanzania kuja sasa hivi, watakapojua tu Tanzania haina amani, wataondoka wote, na tutabaki sisi wenyewe ambao ni wazao wa umu ndani, tufanye biashara wenyewe. Na umesikia wapi kwamba tutafanya biashara wenyewe? kutoka wenyewekutoka Dar es Salaam kisa mwepiana Channel 10